Teknolojia inakuwa na hivi sasa, e, masuala ya scan code na barcode e, ni miongoni mwa vitu ambavyo vinahimizwa e, hasa katika utoaji wa huduma na biashara e, katika kupata bidhaa mbalimbali, na kwa sababu e, tuko katika wiki ya huduma kwa wateja e, scan code ikiwa ni miongoni mwa kampuni ambazo uh, zinazidi kupata umaarufu wake katika zama hizi za teknolojia kutokana na kuja na suluhisho la changamoto nyingi za kiteknolojia kwenye huduma na biashara uh, tumemwalika hapa mkurugenzi wake mkuu uh, Mgimba Faustine kuzungumza masuala mbalimbali, ambayo uh, wanayafanya, lakini hasa katika wiki hii ya huduma kwa wateja, ni kitu gani hasa ambacho wanatamani wateja wao na wale ambao bado hawajanufaika na huduma zao waweze kukifahamu. Um, Mgimba, karibu sana, habari za Scancode? safi kabisa. E, maki bana, mambo ya kuskan <laughs> E, nazidi kupata umaarufu kabisa. E, sasa sasa hivi e, bana almost, uh, kila bidhaa kila huduma mm -hmm. E, tunakwenda ni mwendo wa kuskan tu, yani, ya, bidhaa yako isipokuwa na, na QR code au bar code inaonekana iko uchi kabisa. Hey, kabisa, eh, <laughs> <laughs> <laughs> ni fake sasa hivi hata jezi scan. Mm. Yes. Mm. Yeah. Yeah. Mm. Na, na ni sehemu nyingi tu inatumika kabisa. Uh, yes. Na kwa urahisi wa kuelewa, uh, kuscan code na QR code, uh, mm. uh, ni, ni teknolojia ya namna gani ambayo inaweza kutumika katika mambo gani? Uh, kwa ufupi ni kwamba hizi ni alama za kielektroniki eh, uh, QR code, barcode, yeah, ni alama za electronic, lakini uh, scan code ni mm-hmm. action ile ya kuscan yeah. zile alama ndio yes lakini kwa kina zaidi, hata tunapo program zile programming software tuna code pale yeah. yes we are scanning the codes mm-hmm. because we are coding for a certain software component okay. kwa ajili ya kitu kuweza kufanya kitu oh, yeah. fulani oh, yeah. kitu bora kwa hiyo so, mm -hmm. hivi vyote vinajumuisha hiyo concept ya scan code. mm -hmm. QR code manake kunaita quick response eh. mm -hmm. quick, quick response code yeah, alafu. yes. kuna barcode alafu kuna barcode. Hizi hizi mbili zinapata umaarufu mkubwa sana yani, kwa lugha rahisi, tunaozungumzia QR code tunamaanisha nini? QR code ni quick response code. mm -hmm. na kwa kazi yake ni nini? Kazi yake ni kurahisisha mawasiliano kati ya bidhaa huduma na wateja. Okay. Yes. Sasa mawasiliano yako aina nyingi. Mm -hmm. Wewe ukitaka kujua bidhaa hii ni fake au ni original pale unachohitaji ni kuwasiliana ikwambie. Yeah. Kwa hiyo ndio maana inatumika katika eh, kuhakiki, kutambua. Kwa hiyo QR code ni advanced version ya barcode ya kawaida. Barcode yeah. ya kawaida ni ile yenye mistari mistari chini. Alafu ina namba namba. Kwa zile zilikuwa ni version ya zamani kama yeah, simu za tochi. mm -hmm. Sasa QR code imeenda ku replace, inaenda kuwa e, simu janja. Sasa hivi tuna recommend QR code, tuna recommend mm -hmm. QR code. Na hata nyinyi wenyewe mkiangalia sokoni, mtakuta na karatasi nyingi, au tuseme e, is paper based product, yani nyaraka za serikalini, iwe ni vibali, leseni, vitambulisho, hautaona barcode mm -hmm. utaona QR code why? Yebu, kwa sababu ndio chenyewe, yes ambao ndio hata eh, mm -hmm. ile barcode ya zamani ina phase out, watu washaanza kuyaacha, mataifa waliyoendelea wameshifti sasa hivi kwa. Na sisi tunaenda na kasi ya teknolojia kuhakikisha kwamba tuna tunaenda tuna, tuna, tuna sambamba na ulimwengu wa teknolojia. mm -hmm. mm -hmm. maana yake sasa ndio huduma ambazo kampuni yako uh, inatoa kwa taasisi na watu binafsi sio? Yes, kwa taasisi, kwa watu binafsi na tunavyosema taasisi ni zote ziwe ni za watu binafsi ziwe za serikali, zote tunatoa. mm -hmm. Na sasa hivi tumeenda mbali zaidi tuna integrate hizo QR code na AI yani akiliunde. Ndiyo. Kwa hiyo akiliunde sasa hivi ndio inaonekana ni kitu ambacho kinawapagawisha watu wengi. Ehe, lakini tunataka kuhakikisha kwamba Tanzania sisi kama vijana tunakuja na AI zetu. mm -hmm. E, AI zetu lazima tuwe tunajifunza kila mara mm -hmm. Tujifunze mataifa yaliyoendelea na ndio maana sasa hivi eh, Novemba tumeandaa kongamano ambalo tutashirikiana na wabunifu wa Marekani watakuja nchini na kutakuwa na mataifa mengine ya Afrika na East Africa, kuhakikisha kwamba tunakuja tuna share knowledge na kushare skills na ujuzi kiasi kwamba hii tunawajengea vijana wa Tanzania waelewe kwamba hizi AI sio za kukurupukia kuzitumia, isipokuwa tujifunze tutengeneze za kwetu zitakazorahisisha maisha, zitarahisisha utendaji kazi, zitaongeza ufanisi, lakini pia zitakuza biashara zetu. Hmm. Sisi wenyewe na hata ile mifumo yetu iliyopo ndani ya nchi iboreshwe zaidi, iweze kuwa inaongea na AI zetu wenyewe, na hatimaye eh, taifa letu liweze kusonga mbele zaidi. Mm. Kwa hicho ndio tunachokifanya. Sio tu kwamba tunatoa huduma ya tunatoa huduma ili watu waelewe, lakini pia e, ujuzi e, kuwajengea wa vijana ujuzi mzuri wa kile tunachokifanya, ni kitu kizuri sana katika taifa ili tuwe na sustainable economy development. Mm-hmm. Yes. Katika, uh, katika wiki hii ya huduma kwa wateja, kwenu mnatafsiri vipi huduma bora kwa wateja hasa kwa kutumia digitali? tafsiri sisi kwetu kwanza ni kumpa huduma mteja kwa wakati. Wengi walikuwa wanakuja, sasa hivi huduma wanaipata ndani ya nusu saa. Uwezi amini. Yaani, mtu anakuja, nataka huduma, alifikiri kwamba huduma itachukua siku mbili, siku tatu. Anajikuta amepata ndani ya nusu saa, ameshapata huduma yeah, na ameweza kuendelea na vitu vingine. Na labda nigusie hapo, nitoe mfano, uh, kitu kidogo. Tuna mteja wetu mmoja wa, wa taasisi ya serikali ambaye yeye Tulimte, tumemtengenezea AI ambayo imeunganika na mfumo wake ambao sasa hivi mteja hahitaji yani, tuseme afisa anayetengeneza zile invoice hahitaji tena kutengeneza mm -hmm. E, yani kwa hiyo namaana ile invoicing na ulipaji ni AI nafanya mfumo unafanya wenyewe automatically, yeye mm -hmm. Kazi yake ni kuangalia revenue imeingia. Kwa hiyo ukusanyaji wa mapato umerahisishwa na yule mteja hapati hassle yoyote kuhusu huduma eh, hiyo okay, ambayo mwanzoni alikuwa analalamika mimi eh, na, nikitaka tu control number nakaa siku au masaa matano. Sasa hivi anajisevia ana hata usiku na analipa na anakisha kwamba amepata huduma ndani ya muda mfupi sana. Kwa upande wa teknolojia yenyewe uh, imeleta fursa nyingi lakini, mm. uh, ipo hofu na wasiwasi hasa katika usalama pia wa taarifa hizi ambazo zitakuwepo yeah. uh, huko Uh, ni kwa vipi kwenu mnahakikisha usalama wa taarifa kama Scancode? Uh, swali zuri sana na hiyo ipo, na usalama ni kitu priority kwetu sisi, na uzuri sasa hivi eh, miongozo yote ya kuhakikisha kwamba mifumo inakuwa salama ipo mm. Eh, serikalini kuna miongozo lakini kwenye sekta binafsi kuna miongozo ya kiinternational kabisa tunaita standards of security. Kwa hizo zote sisi tunaziangalia kwanza, na tunaweka gates nyingi nyingi katika mifumo kuhakikisha kwamba, e, hakuna hiyo nani, kwa sababu teknolojia ya zamani watu walikuwa wanaiba kwa mabunduki nini, sasa hivi wizi sio <laughs> kwa mabunduki tena <laughs> wizi ni kimtandao yeah. Kwa hiyo sasa e, soft power. E, soft kwa hiyo sasa hivi e, sisi tumejikita vizuri sana na ndio maana katika hii mifumo yetu tuna tuna tuna tuna, tuna build skills pia ya cyber security. Katika hiyo cyber security ndio yao mambo ya kimtandao kuhakikisha kwamba mifumo, kwa sababu mifumo ni resource, kwa hiyo lazima iwe protected na iwe uh, useful katika jamii ile inayotumia mfumo kwa wakati. Kwa mtu mkimwekea hiyo mnampa na uwezo wa kulinda mifumo yake sio? Kabisa. Mm. Mm. Na kama ana uwezo tunailinda sisi wenyewe moja kwa moja. Okay. Mm. Yes. Kwa hiyo tunatumia njia zote kwanza ni kushare naye knowledge, kumwelekeza namna kulinda mfumo basi, lakini pia kuna... tupitishe kwenye huduma ambazo mnazitoa. Eh, ikiwa pia ni wiki ya huduma kwa wateja, huduma tunazozitoa, kwanza tunatoa QR code mm -hmm. za bidhaa mbalimbali okay. Na nikisema huduma mbalimbali mba, uh, bidhaa mbalimbali ni kwamba kuanzia uh, uh, bidhaa za viwandani kama zinazotengenezwa za kwenye packaging. Mm -hmm. lakini tunatoa QR code kwenye nyaraka mbalimbali mbali. uh, na kila moja haiingiliani na nyingine, haziingiliani uh, kwa sababu kila moja ina necha yake namna ya kuizalisha ile bidhaa okay. Eh, kwa hiyo naweza nikasema huduma zetu ni bidhaa on top of bidhaa okay. Yes, kwa hiyo haziingiliani na kila QR code, inakuwa unique. Mm. Na ikishakuwa unique eh, ni ngumu sana mtu kui forge. Yeah. Yeah, ni ngumu kila mtu kui forge, lakini pia kingine ni inakuwa dynamic. Kwa hiyo hiyo hiyo ni huduma moja wapo, lakini huduma nyingine sisi tunatengeneza mifumo mm. Mifumo kwa maana mtu unakuta anataka QR code, lakini ukimwangalia lazima awe na mfumo Mm. Ndo aweze kuachieve ile objective yake katika ile taasisi au katika biashara yake mm. Kwa hiyo tunatengeneza pia mifumo, lakini huduma nyingine ambayo tunafanya ni kutoa elimu e, hii tunatoa elimu. Na sasa hivi kama navyosema teknolojia inakuwa kwa kasi, usipokuwa mbele au ukijifungia ndani usipotoka ukajifunza na ulimwengu unaendaje, utakuwa nyuma daima, mm. Kwa hiyo huduma nyingine tunatoa sasa ni pamoja na kutoa hii tunaita eh, bakodi ambazo sasa hizo za zamani, si tunazitoa kama complimentary mm. Ehe, hizo sasa sisi tunazitoa kwa sababu ni za kizamani, tunajua mfanyabiashara haitomsaidia kwa muda mrefu mm. Ehe, ni kitu ambacho kita kita phase out, kwa hiyo sisi tunampa ili imsaidie kwa muda ule ambao Unastahili sawasawa. so, so, ni wazi kwamba mmekuja na suluhisho sasa, manake kuna malalamiko mengi sokoni, watu wanafoji bidhaa za watu mm. Watu wanaingilia huduma za watu na vitu kama hivyo. Sasa mifumo yenu, manake ni wazi kwamba inakwenda kulinda huduma na kuleta upekee. Kila huduma inakuwa na na upekee wake ama kila bidhaa inakuwa na upekee wake. Mm. Sasa swali kubwa linaweza likawa sasa ni jinsi gani watu wanaweza kuwapata na pia gharama. Wanachokunaweza kuwa na kuna wasiwasi kuhusu gharama ambazo kwa kama mimi nifanye biashara, nataka kuiweka QR uh, code kwenye bidhaa zangu mm, na wasiwasi mkubwa unakuja kuhusu da nah, hivi naweza kumudu kweli gharama za kuweka, naweza kufanya hivyo. Okay, gharama ni ni naweza nikasema ni tatizo ambalo tumeshalitatua. Mm. Na sisi, moja ya changamoto ambazo tulikuwa tunai address ni hiyo watu kusema gharama gharama gharama yeah, lakini tukaja na mfumo ambao ni mzuri, na ninavyosema sasa hivi Scancode inashirikiana na shirika la maendeleo ya viwanda vidogo Sido, ambayo lenyewe lina ofisi kila mkoa. Ndio e, kila mjasiriamali anayefika pale anakubali kabisa kwamba huduma zetu nzuri na zina gharama nafuu sana kwa sababu mm hakuna -hmm. Hata mteja mmoja ambaye akaja akashindwa kupata huduma yetu kwa sababu ya gharama. okay. Yes, na malalamiko ya gharama hayapo kabisa, kwa hiyo yanazungumzika mm -hmm. Yanazungumzika na wafanya biashara wakubwa, hao ndio usiseme, wao ndio wanaona huduma ni nzuri tena, ina thamani kubwa kuliko hata ile wanayolipa wanaolipa mm -hmm. Okay. Kwa hiyo sisi tuko vizuri kwenye hilo. Sasa mkurugenzi, tumalizie na upatikanaji wenu e, kwa kwa ajili ya kupata huduma hizo, kama mimi kama mfanyabiashara pia navutiwa kulinda bidhaa zangu kwa kuja kwenu, uh, kupata QR code. Asante uh, sana mtangazaji, sisi tunapatikana eh, ofisi zetu za HQ ziko Science hmm, Costech, eh, tume ya taifa Science na Teknolojia, lakini pia tuna ofisi Posta, eh, Holland House eh, floor ya pili pale kwa hiyo kwa wale wateja ambao wanapenda kuja town city center, tuko post available <laughs> e, lakini wale ambao wanatokea upande wa kule sayansi sayansi, yeah. E, Kijitonyama wapi na sehemu nyingine ambao wanaona ni rahisi kufika, basi sayansi karibuni sana, okay. Tuko pale okay. Yes, no. Na ukienda kwenye website au kwenye, kwenye, kwenye, kwenye Google kwenye mtandao ukitusechi tu scan code Tanzania utatupata kwa urahisi zaidi. Utapata namba za mawasiliano kila kitu. Kwenye mitandao ya kijamii tupo mm. Lakini pia tupo hata kwenye midia kama hapa e. <laughs> <laughs> Na kwa wale mkurugenzi wanaokosa huduma za scan code, ni vitu mm. gani wanavikosa hasa katika uh, kulinda huduma na bidhaa zao? Swali zuri sana hilo. Na ndiyo maana nikaanza nikasema na, wewe kama utumii QR code au utumii huduma za scan code wewe uko nyuma sana. Yaani bidhaa yako ukiona iko sokoni na haina QR code pale ambayo imewekwa na scan code. Wewe unachukulia mm. hiyo bidhaa yako iko uchi. Haiwezi kuongea. Yaani inabidi uivalishe bidhaa yako vizuri. Mm. Lakini sio tu bidhaa ambazo zinauzwa supermarket au madukani. Mm. Lakini hata huduma eh, wewe unakuta unatoa nyaraka yako very sensitive. Alafu yeah, haina hata QR code. Sina maana mtu anaweza akaiduplicate, akaicopy tu. Kabisa. Mm. Eh, na akaiforge QR kabisa. Lakini ukiweka QR code unakuwa safe. Sasa hivi QR code nadhani mnyuma wenyewe mnaona watu sasa hivi wanaweka hadi kwenye, kwenye barua sasa hivi yeah. E, barua zenyewe zinatoka zina QR code kwa sababu mtu anaweza akachapa barua kama hii alafu ikaonekana ina sio. Kwa hiyo e, watu kutumia QR code, au kutumia huduma za scan code ni muhimu sana kwa sasa mm hivi -hmm. Na tunavozidi tunavo, tunavo, kwenda waelewe kabisa ili upate QR code nzuri na barcode na huduma nzuri Lazima uje Scan code. Kwa sababu sisi mm -hmm. tunafanya huduma zetu katika mfumo ambao uko well secured mm. E, tofauti na mikarakodi mingine ambayo iko free ambayo inajenerate hiyo ya, ya nyaraka nafikiri ya mkurugenzi na itatusaidia sana kuondoa ile Uh, ufafanuzi mwingi sana kwenye mitandao. Kwa mfano, kuna, kuna barua moja inasambaa alafu mm. baadaye watu wanakuja kujitokeza, hii barua sio ya kwetu, lakini mm. kwamba kama ingekuwa na hiyo QR code yes. inakuwa ina uwezo wa kuthibitisha kwamba hii ni barua halisi ambayo inatoka kwenye taasisi fulani, sio kabisa mm. kabisa. Na mfano mzuri hata eh. kwenye reports, yeah. eh, reports. kuna taasisi moja ya serikali ambayo inafanya auditing yeah. eh, inayofanya mahesabu ya serikali na audit, tumeipa QR code okay. mm. eh, reports zote zinazotoka za, za, za mkaguzi zinakuwa na ile QR code. Okay. E, kwao ukiscan kwa, hata ripoti haizi kupikwa. Ukiona unashaka na ripoti unascan, yeah. Unapata original ya yeah. e, report. Asante sana. Na awali ulikugusia kusema kongamano ambalo umetarajia kushiriki. Kuna <laughs> kongamano ambalo yes, yeah, mm, yes, tumeliandaa na tumeshirikiana kama nilivyosema na wabunifu wa Marekani tutalifanya eh, Arusha kuanzia tarehe 28 mpaka 27 Novemba. Kongamano hili ni kubwa kwa sababu ni la Afrika. Kwa hiyo kutakuwa na nchi nyingi zitakashiriki kutoka eh, Afrika, kwa maana Kenya, Uganda na nchi nyingine za Afrika, lakini lengo la kongamano hili ni kushare knowledge na skills eh, lakini pia kuangalia namna gani AI ni in connection na QR code na mifumo tulionayo katika nchi yetu, namna gani inaweza ikaboreshwa kuhakikisha kwamba inaongeza ufanisi katika utendaji kazi na hapa nitoe wito eh, kwa maafisa tehama wote serikalini, wakurugenzi, umenelewa wa kwenye private sector, ni muhimu sana kushiriki kongamano hili kwa sababu sasa hivi mtu labda anajua tu kutumia Chat GPT, akiandika ttaa anajua ameshatumia AI. Hiyo sio AI inayotakiwa utumie wewe kama professional. Professional unatakiwa utengeneze eh, AI ambayo itaweza kurahisisha maisha au kazi katika utendaji kazi wa taasisi yako na. Kwa hiyo tunawakaribisha sana katika hilo kongamano na litafanyika pale Arusha. Asante sana, tunakushukuru. Yes sana na uh, tunakamilisha hivyo tukiwa hapa na Mgimba Faustine ambaye ni mkurugenzi mkuu wa ScanCode Tanzania, tukizungumza mengi hasa kuhusiana na utambuzi wa bidhaa uh, za kidigitali pamoja na matumizi ya akili unde <mucho>